Siku arobaini zimepita tangu dai wa kimataifa mkurugenzi mkuu wa Alhikma Foundation Shekhe Nuruddin Kishki alipotangaza hadharani katika uwanja uliopewa jina la rais wa awamu ya tatu ya Tanzania Benjamin Mkapa, siku ya mashindano makubwa ya Quran ya mabara yote ulimwenguni. Shekhe Nuruddin Kishki aliweza kutangaza hadharani Al Hikma Foundation kubeba dhima ya kusaidia tohara ya watoto elfu moja kwa gharama zao. Cha kwanza ambacho tutafanya, tutawafanyia sunna watoto wa kiume elfu moja. Na leo ni tarehe 26 mwezi huu wa Aprili 2025 tukiwa hapa katika kituo hiki cha afya cha Yombo Vituka katika wilaya ya Temeke jijini Dar es Salaam Tanzania, na leo rasmi ile ahadi inatekelezwa kwa vitendo. Tayari wazazi mbalimbali wamefika mbali hapa kuwaleta watoto wao. SMV ndugu zetu hawa wakishirikiana kabisa kwa uzuri na Al Hikma Foundation kuhakikisha kwamba jambo hili leo linaanza kutimizwa rasmi. Kumbuka safari inaanzia Yombo, tutaenda Buza baadaye na maeneo mengine jiji la dar es salaam tanzania nyuma ya kamera ni omi the way omari salum nyanga mimi ni mwana wa mali masi twende tukashuhudie hali ya mambo mpaka sasa ikoje ikiwa ndio siku ya kwanza leo kambi hii ya tohara kwa watoto inaanza kabla yote hapa tunakutana na dada salma ali soloka ambaye anatokea smv huyu ndio msajili hapa, anafahamu utaratibu mzima ukoje. Kama haitoshi pia ni famasia huyu. Kwa hiyo atatuambia e, hali ikoje mpaka sasa, idadi ya watu ambao wamejiandikisha ni wangapi, utaratibu unakuwa ukoje kwa mtu ambaye ndo kwanza anafika? Huu ni utaratibu ambao tumeweka, mtu anabidi afike hapa ili kusajiliwa na baada ya hapo zoezi laendelea la kutoa tohara. Kuna baadhi ya maswali ambayo tunauliza kama tufahamu jina la mtoto kamili, anapoishi, umri wake, na hali yake kama anaweza kuwa na changamoto yote katika maumbile yake au la. Kwa leo tuko Yombo, ila kwa kesho tunaweza kuwa sehemu nyingine hivyo hivyo. Baada ya mwezi sita tunakuwa sehemu nyingine, na sio lazima tu mkazi wa Yombo ndo atafanyika hapa pia hata wa mtu wa sehemu labda Gongo la Mboto au Kariakoo akipata taarifa hizi anaweza akaja hapa pia akafanyiwa. Mtazamaji huyu alikuwa ni dada yetu eh, Salma Ali Soloka ambaye alikuwa akijaribu kutupa maelezo na utaratibu ambao upo hapa namna ambavyo eh, mzazi anaweza moja kwa moja kumleta mtoto wake. Niendelee kukumbusha tu kwamba zoezi hili, mtazamaji, halibagui dini ya mtu wala kabila la mtu yoyote yule, eh, madhali ni Mtanzania, akifika hapa atapatiwa hiyo huduma tukazungumze sasa na wazazi ambao tayari wameshafika katika eneo hili kuwaleta watoto wao. Eh, habari hizi walizisikia wapi? Lakini mpaka sasa hivi, eh, maendeleo ya koje? Katika kusubiri kuna kitu gani ambacho wamefahamishwa, kwa sababu bado zoezi halijaanza? Kiukweli nimefurahi sana kusikia zoezi hili limefanyika. Nilisikia siku ya bashirani wa Qurani uwanja wa Taifa nikiwa kama mwanajai itemeke, nikasema alhamdulillah, hebu nije nichukue kwenye fursa hii Allah mlipe kaka yetu baba yetu Shekishi, Allah muhifadhi na mumlinde na muepushe na kila aina ya shari kwa hili zoezi alolifanya. Kwa kweli amestiri baadhi ya watu wengi tu kiukweli. Kwa hiyo mimi namwombea dua, Allah amfanyie hifadhi hapa duniani na kesho akhera, na mlipe malipo makubwa sana. Tumefurahi sana wananchi kwa hili zoezi. Kwa mara ya kwanza jirani yangu jana ndo alikuja kuniambia usiku na nikafurahi sana. Asubuhi ndo kama hivi nimekuja. Bwana, mimi kwa mara ya kwanza nimesikia kwenye mitandao. Eh, kwenye mitandao bwana Sheikh Kishki analifanya ile swala. Kwanza kabisa napenda kutoa pongezi za dhati kwa shehe wetu Kishki. Mungu amfanyie wepesi katika majambo yake. Maana katika Tanzania kuna taasisi nyingi hapa. Lakini yeye ameona hili ina msingi na hii ni suna. Tunashukuru Mungu, mm, amfanyie wepesi kwenye masuala yake. Mara ya kwanza nimesikia hiyo ofa jana. Hmm, ilikuwaje? Kwenye shughuli zangu kuna kaka yangu kama ndugu yangu hmm. Nja akaniambia akanionyesha kabisa video kwenye simu hmm. ambia kuna ofa kesho, watoto nabidi wafanyiwe suna hospitali ya Malawi 26, 26 27 buza hmm. Hmm. Ni kelele za mtoto wa kwanza kufanyiwa tohara kati ya watoto takribani elfu moja ambao Al-Hikma Foundation wameahidi kuwafanyia tohara na sasa, baada ya muda mfupi, kama si yeye ambaye Alikuwa kilia, zoezi limemalizika, akiwa ameonekana ametulia tuli. Kijana wa pili naye amemalizwa sasa hivi, eh, Morris Crispin atatuambia hapa. Huyu ni katika vijana ambaye hakupiga kelele kabisa wala hakulia. Wewe mbona hujalia? Hajauma kumbe? ayum ayumi kabisa? Ndio. Mbona sasa wenzako wengine wanapiga kelele, wanalia? kwa sababu waoga, wewe sio mwoga? Ndio. unajisikiaje sasa hivi? Vizuri Uko poa kabisa. Ndio, tuongee na bibi yake Morris hapa. Eh, hey, unajisikiaje? mjukuu wako tayari ameshamalizwa. sana. Nimefurahi sana. Ulimwambia nini babu huyu? mbona hajapiga kelele kabisa, hajalia wakati wenzake wanapiga sana kelele? nilimwambia mwanaume atakaye kulia uh -huh, kuonekana ujasiri yani nyamaza usikilize daktari anataka nini, alafu yani, mwanaume sio kama sio mtu wa kubabaika na kitu chochote. Shehe Kishki Mungu ambariki Mungu ampe umri mrefu, azidi kutusaidia. si maskini mtazamaji, mtu mwingine ni Ibrahim. Ibrahim huyu alikuwa anatuchekesha kidogo, kwa sababu kabla alikuwa analia sana. Unalia nini? Asema vinauma. Lakini baada ya kuingia ndani, amefanyiwa, hajalia na ametoka sasa hivi hali. Ujambo, Ibrahim. Jambo. Unajisikiaje? Vizuri. Vipi inauma? mm -mm. mbona uko unatetemeka sasa? kabla hujaingia ilikuwa unalia, ananiogopesha ah, vile anavyolia eh? Ndio. Daktari, na. Vipi? Naona kwanza ndani kuna feni lakini umetoka jasho nyingi sana, hii inaleta taswira gani? Kazi uh, kazi inaendelea, kazi alhamdulillah, ahadi ile imetimizwa. Uh, leo siku ya kwanza kabisa ni tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2025. Tumeanza zoezi letu la kuwafanyia uh, tohara watoto 1000. Tumeanza leo katika kituo chetu hiki cha Yombo Vituka, ni kituo cha serikali, kwa hiyo tunawashukuru sana serikali kwa kutupa nafasi hii ya kuja kuhudumia wananchi wa eneo hili. Kesho tutakuwa katika kituo cha Buza ambacho pia la... kwa maelezo ninayopata inawezekana pia watoto ni wengi zaidi, kwa sababu wameenda kujiandikisha ni wengi. Baada ya Buza, wiki inayofuata itakuwa ni Jumamosi inayofuata, tutakuwa katika kituo cha Tandika na vituo vingine kama ambavyo ratiba inavyotuonyesha. Kwa hiyo tunawaambia wale wote ambao wana wenye uhitaji, wale wote ambao watoto zao walikuwa hawajafanyiwa Tohara katika maeneo hayo ambayo tunayoyataja, wawalete watoto wao tuweze kuwasaidia na wakumbuke tu kwamba hili zoezi ni bure halilipiwi chochote. Yani, uh, Alhikma wamelipia gharama zote ambazo zinazohusiana na, na zoezi hili la, la tohara. Wakati wa nyuma ilikuwa tunaona watu wakifanyiwa hili jambo kama ni jambo la mchakato mrefu sana. Hata suruali mtu aruhusi kuvaa, mtu anavishwa kanga <coughs> pengine anachukua wiki mbili wiki tatu mm. mpaka baadaye anakuja kuvaa suruali baadaye sana, lakini leo tunaona mtoto anamalizwa muda huo, anavaa suruali, anaondoka zake yes. Kuna namna gani ambayo sasa hivi e, imeadvance ambapo e, kule ambapo tulikuwa, siku hizi naona hakuna hiyo hali. Ni teknolojia, teknolojia zimebadilika sana. Kwa mfano mtoto ukishamshona ukisha ukisha ukishamwekea kipira kwa mfano yani, kwanza anakuwa na ganzi umemwekea ganzi, lakini pia umemshona Yani, mwekea kipira kwanza ile, ile chances ya, ya, ya, kubleed, ya ya kutoka damu ni ndogo sana, kwa hiyo yani yani, kiasi ambacho uh, mtoto, mtoto sasa hivi na kuhakikishia wengi ambao wanatoka hapa uh, hatuwaruhusu, lakini watoto, kwa asiku, mtoto wa na mpira kama kawaida, vurugu zinakuwa nyingi za kutosha nyumbani lakini tunawaambia wazazi wajitahidi kuwazuia, kwa sababu wanaweza kujitonesha. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa tunachowaambia wazazi wa. Lakini ni, ni teknolojia ambavyo, uh, tunavyokuwa, kusoma, tuna namna ambavyo uh, sayansi ilivyokuwa tunavyokuwa tunazidi kusoma, tunajua kwamba uh, hiki kifanyike hivi kisifanyike hivi. Kwa zamani ilikuwa ni kwamba watu wana, wanaambiwa wawekwe ndani wahifadhiwe na nini, kwa sababu tu ya kutunza ule usafi na kitu kingine. Lakini siku hizi kwa mfano mtoto umefanyia anavaa pempas, unamwambia vaa pempas yake, ili pempas ile inakuwa inamzuia pia asipate uchafu. Kwa hiyo ni teknolojia inazidi kukua, ma maisha yanazidi kwa mepesi vipira wote wale, hatutarajii wao kurudi na hospitali. Ala. Hatutarajii kwa sababu kipira tunatarajia baada ya siku tano mpaka siku saba mpaka siku kumi kinakuwa kimekatika chenyewe kinatoka. Sawa? Kwa hiyo kinatokea nyumbani hakijatoka, hospitali wakitoe. Hilo la kwanza. Lakini kwa wale ambao wanaoshonwa wanaoshona tunawashauri wa baada ya ku, ya kufanyiwa tunaweka gozi. Baada ya gozi ile tunawaambia labda kesho kutwa, baada ya siku mbili, anaweza kurudi hospitali kuibadilisha ile gozi. Kwa hiyo hospitali watakuwa wanaona kile maendeleo ya kile kile kidonda, kwa sababu ni kidonda ambacho, kidonda vingine wakiona kwamba anaweza kaja kila siku au kila baada ya siku tatu, siku mbili, wanakuwa, lakini, uh, kwenye, kwenye ya siku tatu au siku nne wanakuwa wanamwambia hapa hospitali. Lakini mara nyingi hakuna complication kubwa sana kwenye operation hizi. Baada ya siku 40 Al Hikma Foundation inatekeleza kwa vitendo kile ambacho walikiahidi. Allah ameshuhudia, nawe mtazamaji umeshuhudia pia. Leo kambi ya tohara kwa watoto e, imeanzia hapa katika kituo hiki cha afya cha Yombo Vituka, na mimi umeweza kushuhudia kile ambacho kinaendelea hapa kubwa. Pia umeweza kumsikiliza Dr Mwimbe akieleza kiunaga ubaga hali ambavyo ipo mpaka muda huu. Kishki TV leo hatuna la ziada. Kumbuka tunasema ile zoezi ni bure. Ni bure kweli lakini unaweza ukasema pia si bure kwa sababu Al Hikma Foundation wao ndio wamegharamia gharama zote hizo. Kwa hiyo ni bure kwenu, lakini eh, Al Hikma Foundation wamegharamia hizo gharama. Usiogope, leo ni ombo, kesho ni Buza. Pia watu wa Buza tujiandae, kwa sababu kesho tutakuja kwenu. Hapa tumemalizana hivi. Nyuma ya kamera alikuwa ni swahibu wangu, mwenzangu sana huyu Omi, the way Omari Salum Ng'anga. Mimi ni